Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa Mkatoliki, mwanafamilia ya Mungu, heri ya sikukuu ya Noeli na kukaribisha kwa mara ya kwanza katika chaneli yetu ya Utoto Mtakatifu Parokia ya Mvuti. Katika chaneli hii tutajifunza mambo mengi yanayohusu watoto na kubwa zaidi katika imani ya Kanisa Katoliki. Tutaangalia imani yao inavyoendelea na inavyozidi kukua. Kama tunavyofahamu watoto wana vipaji vingi lakini pia tunaendelea kukukaribisha katika chaneli yetu. Kwanza kabisa uanze kwa kusubscribe katika chaneli yetu, ili uwe mmojawapo wa kushuhudia matukio haya katika chaneli yetu. Utakuwa na mimi mwandishi wako Fabiani Klaveli Teremka, katika parokia hii ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Mvuti. Ewe Mkatoliki, ewe mwanajimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ewe Mtanzania, tunakukaribisha katika chaneli yetu, uwe na sisi, uungane na sisi katika kuinjilisha kwa njia ya mtandao. Tunaamini kwa uwezo wa Mungu watoto watafanya vitu vilivyo vizuri, na kwa fursa ya kipekee tunakukaribisha katika misa takatifu itakayofanyika siku ya kesho tarehe ishirini na sita ambapo kutakuwa na uzinduzi wa kwaya ya watoto tunaomba uungane nasi na matukio haya yatakujia mubashara katika parokia hii ya mtakatifu Yosefu mfanyakazi Mvuti, dekania mpya kabisa, dekania ya Chanika. Asante, nikutakie wakati mwema.